Vyama 12 vya upinzani vikiwemo PPRD ya Joseph Kabila, LGD ya Waziri Mkuu wa zamani Matata Mponyo na Piste pour l'Emergence chama chake Seti Kikuni vyapigwa marufuku kuendesha shughuli zao katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makata yaliyotolewa na serikali ya Kinshasa Ijumaa Oktoba thelathini na moja, mwishoni mwa juma lililopita, kupitia tangazo iliyotolewa na naibu waziri mkuu, waziri wa maswala ya ndani na usalama nchini humu. Vyama hivyo vinashutumiwa kwa makosa ya uvunjaji wa mshikamano wa kitaifa na kuto kuheshimisha ukingo wa samani ya taifa kwa utendaji kazi wa vyama vya kisiasa nchini. Bwana Paul Kabwe, mshauri wa ofisi ya waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amethibitisha kuwa sheria ya nchi inakataza chama cha kisiasa kujidumbukiza katika maswala ya kivita au kijeshi. Kanuni ya sita ya katiba ya nchi husema vyama kama hivyo lazima viondolewe kwenye orodha ya vyama vya siasa. Ameongeza mshauri wa ofisi ya waziri wa mambo ya ndani akiendelea kuzungumza na vyombo vya habari mjini Kinshasa alisema kuwa vipengele vya mia themanini na moja hadi mia themanini na nne vya sheria ya mambo ya jinai nchini DRC ukataza ushirikiano wowote na mtu aliyewekewa hukumu ya makosa ya usaliti. Kubomoka kwa vyama hivyo kunasubiri tu siku kumi na tano kama ilivyoamriwa kwenye tangazo hiyo, ila kwa wanasiasa wao wamzi unasubiriwa kwa muda wowote, ikiwa vyombo vya sheria vitapata ushahidi tosha watu uma walizowekewa walio wengi kati ya wanaowekewa vikwazo na serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ni wale wanaounga mkono juhudi za rais wa zamani Joseph Kabila Kabange kwa vuguvugu mpya alilolihunda nchini Nairobi huko Kenya, kwa kile alichokiita kwamba ni muungano utakaolisaidia taifa la Kongo kwa kuliokoa. Muungano huo umejibu serikali ya Felix Chisekedi kuwa hatua hiyo ya kufunga vyama vyao vya kisiasa ni uchochezi mpya wa vita anavyovitaka Chisekedi. Ferdinand Kambere ni katibu tendaji wa chama cha PPRD ya Joseph Kabila Kabange, akizungumza nami njiani mwa simu kutoka Kinshasa amesema, tunaona kama kweli ile yote ambayo eh, serikali ya Kinshasa inakuwa ikikataza Uh, vyama vya upinzani kutumika kawaida kazi zake na kuendelea kuwasingizia mambo ya uongo ya hii wanaita AFC na M23, ijapokuwa wanaendelea wakiongea nao, lakini mradi wao ni wa kusimamisha tu, wasimamishe vyama vya upinzani kusiwepo hata mtu mmoja anaweza kuwa na elekeo ingine isipokuwa ya Chisekedi mwenyewe. Tunaona mbinu zake ni zile ambazo anatafuta kujitekeze, kujitengenezea katiba mkuu, abadilishe katiba mkuu jisi anataka, na hapo aende kwa uchaguzi ulio mwenyeo ambao unakataliwa na watu wote. Hizi ndizo mbinu zake, lakini kwetu kwa kusema kama chama Tulisha kuisimamia na kusema la, hatutaitika ile mambo ifanyike. Vile waliwaza kama upinzani hauna tena nguvu, walisahau kama upinzani ni raia mwenyewe. Sisi ambao tunaitetea ni malalamiko ya raia mwenyewe, ambaye wanapenda wamnyang'anye demokrasia, wamnyang'anye katiba kuu, wamnyang'anye vitu yote ya haki yake. Hii ndiyo kweli anapenda kanyange demokrasia ndani ya Kongo vitu uh, uh, vyote viendeshwe kwa nia yake mwenyewe. Wanawalahumu wana nyinyi kwamba Sofole Kongo mlienda kukutana huko Nairobi ambako kumezaliwa AFC M23, huko huko ndo inawezekana, huenda mko sehemu moja na AFC nyinyi mnawajibuja, lakini mna inakuwa ni visingizio tu, mambo ya bongo tu wanaijua na wana AFC Sovole Congo waliendesha makazi zao eh, mafikiri yao juu ya demokrasia na hali mbovu ilivyo ilivyokuwa. Sasa kama kawaida, bila bila chochote, hakuna mtu ambaye anakuwa hatana prev moya ya kuonyesha kama Sovole Congo ina nia yeyote ya kuanzisha vita. Wale ambao wanaifanya vita leo wanaongea na serikali ya Kinshasa. Donc, hakuna singizio yote ambayo wanaweza kuambatanisha kuambat, Sovole Kongo na hiyo AFC M23. Hakuna. Kwa kumalizia, wito wenu ni upi kwa wananchi wanaokufuata na kukusikieni kwa muda huu na wanaofuatilia yanayopita kisiasa? Bon, kwa, kwa kumalizia ni ile tunashangaa kama watu wote wakufatana na hali ilivyo ya nchi, mauaji, vita majeshi ya ja nje nile kushangaa, wakati watu wote wanasema kama serikali ya Chisekedi waitike, wakongomani wote wakee pamoja, waangalie nini inaendelea kuwa inarudia vita, irudie ndani ya nchi yetu. Hii ndio inakuwa malalamiko ya watu yote, lakini ile itakuwa yeye akatale mazungumzo yoyote, ijapokuwa iko naongea na M23 akatale ma, mazungumzo yoyote na wananchi na wan, wanasiasa wa Kongo inakuwa ikituletea kushangaza sana, kusema sasa kwake kabisa ili mateso ya population na nchi ikiwa inaendeshwa vibaya, itakuaje? Bwana Apollo Msambia Joseph aliwahi kuwa mgombea ubunge kwa tiketi ya chama cha LGD huko tarafani Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, ila kwa sasa anazungumza nasi kama mchambuzi wa siasa za DRC na Afrika ya Kati. Mtazamo wake ni ambacho kinakuwa kinapitikana DRC kwa sasa ni kutaka kufuta vile vyama vyote ambavyo havikubaliani na, na uongozi wa serikali ya sasa, yani vibaki tu vile vyama ambavyo Uh, vinakuwa na fikira moja, vinakuwa na mawazo moja, vinakuwa pale kwa kushabikia utawala uliopo, na nafikiri hiyo siyo maana ya uwingi wa kisiasa katika nchi fulani. Vyama vingine visivyohunga mkono juhudi za Joseph Kabila vinasemaje? IDC, ni chama cha uzalendo na mapinduzi kinachosaidia chisekedi katika vita dhidi ya M23. Jack Yalala ni mwenyekiti wa chama hicho anazungumza nasi. Felix Tshisekedi na Joseph Kabila na M23 wanajua agisi wanafanya wanapenda kutesa raia, wanaenda sinyeu makoro ya Washington. Vyama vinafungwa ni ngine mgogoro ile ni ngine distrasio ni wanapenda vadistraeri vakongomani juu Felix anapenda madaraka anapenda madaraka, anafanya kufunga vile vyama, anajua wale wenzake watafanya vuja walipana madaraka, wanajua game zao zaine wanafanya na hao wa M23 jisi wao walikuwa Kinshasa wakaikala masiku kule, walifanya makoro yao wakongomani wakukua kule na wakujua konsekansi, sasa zinakuwa za wakongomani. Hiyo sio mzuri. Felix na balie bake, ba M23 baachi ile siasa ya vipi. Andre bya dunia mashaka, mchambuzi wa masuala ya kijamii katika ukanda wa maziwa makuu, anatoa mtazamo ufuatao. Na labda haya mambo yatawarudilia wenyewe watakapotoka kwenye mamlaka kwa sababu wale ambao watakamata mamlaka miaka ambayo itakuja watafanya haya haya ambao wanaifanya leo. Ninakumbuka eh, bwana Kabila naye alifungaga vyama vimoja miaka iliyopita naye leo vinamrudilia. Lakini sasa kwa mtazamo wangu binafsi ni kusema kwamba huu sio muda kabisa, kwa sababu matokeo ambayo yatakuja kwa hayo mambo, tumeona sovole Kongo imeandika barua ya kusema kwamba wanataka vita. Serikali ya Kinshasa inataka vita kwa kufunga hivyo vyama. Kumbe sasa sisi tungependa kushauria tu ni kusema muda wa kupigana, tunaona Tshisekedi na serikali yake hawako tayari kupigana, basi waendelee kwenye mazungumzo, na watakapoendelea kwenye mazungumzo, haina tena umaana wowote kuendelea kufunga vyama ambavyo mnajua kwamba vinasapoti hiyo M ishirini na tatu maoni yanazidi kuwa mseto kuhusu swala hili la vyama vya kisiasa kumi na viwili kupigwa marufuku kuendesha kazi zao nchini Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Amuri Migombano Destin ni kijana mzalendo ambaye ni msemaji wa wimbi la wanasiasa wa kizalendo Kivu Kusini aunga mkono wa mzi wa Kinshasa. Yeye aanza kusema, na tangu mwezi wa pili siye Sud Kivu tunaendelea kupambana na adui ambaye anaendelea kuungana mkono na hao, wa wanasiasa ambao wamewezaga kukutanana huko Nairobi, Kenya na ambao ni wa patron wa hizo maparti politika ambazo zimepigwa kabisa marufuku na kusema kwamba situmike ndani ya nchi yetu ya kidemokrasia, ni kitu kimoja kikubwa sana na ni kitu ambacho kinaleta eh, espoir ama eh, komandereje matumaini, matumaini kwa sisi raia ambayo tunaendelea kusumbuka, tunaendelea kuuawa eh, ukuwa pia ilegalema mali ya nchi kupitia hao hao watu ambao ni wanasiasa wa vyama e, ambavyo wametiliwa mgomo kutumika ndani ya nchi yetu ya kidemokrasia haiko Sovole Kongo. Ingelikuwa Sovole Kongo, kama hivi wangetuitisha sisi wazalendo twende tu participate. kama hivi hawangeleta mambo kama ya AFC M23 ndani ya mashariki mwa Kongo, hawangeungana na Rwanda, hawangeungana na Uganda kwa kutatiza nchi ya Kongo na kutatiza wananchi wa Kongo. Ingelikuwa sovole Kongo wangekuja kuona wazalendo wa Mai Mai, wangekuja kuona watu wengine na tunakaa pamoja, tusilete ama wasilete mambo kama yenye tuko tunapambana nayo kama AFC M23. Leo AFC M23 imeua plus de dix millions de personnes mu mashariki mwa Kongo, imepie mali ya mali ya nchi kiolela na kuipeleka Rwanda na wazungu wa moja ambao wanaendelea kupiganisha ili kwamba nchi yetu ya kidemokrasia isiendelee na isikuwe nchi yenye kuwa nguvu ndani ya Afrika na ndani ya dunia. Upande wao, muungano wa Lamuka ya Martin Fayulu usema kufungia vyama hivyo kazi zao wakati huu ikisalia miaka michache ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iende kwenye uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na nane ni kuminya uhuru wa demokrasia. Prince Epenge, msemaji wa Lamuka, alilahumu hatua hiyo ya serikali ya Felix Chisekedi na kutaja kwamba kwa sasa jamhuri ya kidemokrasia ya kongo inahitaji umoja, mshikamano na mazungumzo ya pamoja. Hayo ujiri huku rais Felix Chisekedi akimshutumu mwenzake Paul Kagame wa Rwanda ya kwamba Kagame yuko na nia ya kuipasua nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya kongo vipande vipande, na kuchukua kipande cha mashariki mwa Kongo kukiweka kwa nchi ya Rwanda. Chisekedi ameyanena hayo wakati wa mazungumzo yake na rahia wa wakongomani walioko Misri wakati wa ziara yake nchini humo siku ya Jumamosi jumajana. Hayo pia yakiendelea ya hivyo, Paulo Kagame na Felix Chisekedi wanasubiriwa Washington kwenye mazungumzo ya amani, huku rais wa Marekani Donald Trump akiwataka kuondoa tofauti zao.